Ni jukwaa la ukweli wa mambo nyuma ya pazia, tukichambua mkataba wa kimataifa wa miaka kumi baina ya nchi za Magharibi dhidi ya mradi wa nyuklia wa Iran. Makubaliano ya kimataifa yaliyoundwa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia duniani yamefikia tamati rasmi baada ya Iran kutangaza kumalizika kwa mkataba wa miaka kumi uliofahamika kwa lugha ya Kiingereza kama Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA. Mkataba huo ulisainiwa mwaka 2015. Hivyo majuzi Iran imetangaza rasmi kuwa haitafungwa tena na makubaliano hayo ya mwaka 2015 yaliyokuwa yamepunguza vikwazo vya kimataifa dhidi yake kwa sharti la kudhibiti mpango wake wa nyuklia, kwa mujibu wa azimio namba 2231 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mkataba huo umefikia tamati tarehe 18 mwezi Oktoba mwaka 2015, na na nukuu taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani, Kuanzia sasa, masharti yote ya makubaliano hayo, ikiwemo vikwazo na utaratibu zinazohusiana na mpango wa nyuklia wa Iran, yanachukuliwa kuwa yamekwisha, na kwamba Irani bado inaamini katika njia ya kidiplomasia. Mwisho wa kunukuu. Makubaliano hayo yaliyosainiwa Viena nchini Austria baina ya Iran na China, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Urusi na Marekani yalitarajiwa kumaliza mkwamo wa kidiplomasia uliodumu kwa miaka mingi na kufungua ukurasa mpya wa uhusiano kati ya Irani na mataifa ya Magharibi. Mwaka 2018, rais Donald Trump wa Marekani alijitoa katika mkataba huo na kurejesha vikwazo dhidi ya Irani, hatua iliyowakasirisha washirika wa Ulaya. Trump alichukizwa na makubaliano hayo yaliyosainiwa na mtangulizi wake Barack Obama, huku Israel ikipinga vikali mazungumzo yoyote ya kidiplomasia na Teheran. Baada ya vita vya siku kumi na mbili vilivyotokea mwezi Juni mwaka huu baina ya Israel na Iran, bunge la Irani lilipitisha muswada wa kukataa kushirikiana na shirika la kimataifa la nishati atomiki IAEA, ambalo ndiyo chombo cha Umoja wa Mataifa kinachosimamia ukaguzi wa shughuli za nyuklia. Hatua hiyo ilisababisha Uingereza, Ujerumani na Ufaransa kutumia utaratibu wa snapback unaoruhusu kurejeshwa kwa vikwazo vyote vya Umoja wa Mataifa vilivyokuwa vimeondolewa baada ya Irani kuvunja masharti ya msingi ya mkataba huo mwezi uliopita. Baada ya vikwazo hivyo vya Umoja wa Mataifa kurejea rasmi, mawaziri wa mambo ya nje wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani walitoa taarifa ya pamoja wakisema wataendelea kutafuta suluhisho jipya la kidiplomasia kuhakikisha kuwa Iran haimiliki silaha za nyuklia. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya, Kaja Kallas, alisisitiza kuwa vikwazo hivyo havipaswi kumaliza diplomasia, akiongeza kuwa suluhisho endelevu la suala la nyuklia la Iran linaweza kupatikana kupitia njia ya mazungumzo. Kwa upande wake, Rais Donald Trump wa Marekani hivi karibuni alitangaza kwamba anataka mkataba wa amani na Iran, ingawa serikali ya Iran imeendelea kusisitiza kuwa ipo tayari kwa mazungumzo kwa vigezo vya kutoshambuliwa kijeshi na Marekani wakati wa majadiliano. Hata hivyo, kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi imesema kuwa Teheran haina mpango wa kuendelea kujadiliana na mataifa ya Ulaya kwa kuwa mataifa hayo tayari yamerejesha vikwazo dhidi ya Irani. Tamati ya mkataba huo baina ya mataifa ya Magharibi na Iran yanaashiria mwanzo wa sura mpya katika siasa za kimataifa, ikibeba uwezekano wa hatari zaidi za usalama wa kikanda na changamoto mpya za kidiplomasia. Wakati mataifa ya Magharibi yakijaribu kutafuta njia ya, ya mazungumzo mapya, serikali ya Iran inaonekana kuwa na msimamo unaoamini kuwa heshima na usalama ndio nguzo muhimu na kigezo madhubuti kabla ya makubaliano yoyote mapya. Mtazamaji, umekuwa ukifuatilia jukwaa la ukweli wa mambo nyuma ya pazia. Hadi wakati mwingine, asante kutazama na kwaheri kwa sasa.